tazungumzia biashara ya kilimo. Kwa taarifa yako, kama ufahamu ni kuwa sasa hivi kilimo kinatengeneza mamilionea vijana wengi tu kila mwaka. Sasa, kama na wewe ukiweza kujipanga, unaweza nawe ukawa milionea kwa kupitia hiki kilimo ambacho huko nyuma wengi walikuwa wanadharau biashara Hivi unafahamu ekari moja ya parachichi au ya vanila inaweza kukuingizia kipato ambacho ni sawa na mshahara ambao wa mtu aliyeajiriwa kwa mwaka mzima? Hii inaonyesha kuwa kida kilimo kina faida. Ungana nami kwenye hiki kipindi, nitakueleza mambo mbalimbali yanayohusiana na kilimo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola.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 Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu ni kubadilisha mtazamo au waendeleza wanasema mindset. Sasa hii kosa la kwanza ambalo vijana hufanya ni kulima kwa mazoea. Ukiingia kwenye kilimo ili upate chakula chakula, utapata chakula lakini, ukiingia kama agribusiness, utapata faida. Siri ya kwanza ya kupata mamilioni ni kuchagua mazao yenye thamani ya juu, yani high value crops. Acha kungang'ania mahindi kama huna hekari mia moja za kulima biashara. Kwa mfano, utafiti unaonyesha soko la mafuta ya kula yani alizeti na ufuta lina uhaba mkubwa. Au angalia horticulture yaani matunda na mboga. Ekari moja ya, ekari moja ya parachichi au avocado iliyotunzwa vizuri inaweza kukupa tani kadha, ambazo ukisafirisha nje au kuuza kwa wanunuzi wakubwa, faida yake ni mara kumi ya mazao ya kawaida. Swala la pili ni kuongeza thamani au thamani ya nyongeza, kwa Kiingereza wanasema value addition. Sasa hii ni kitu gani? Hapa ndipo penye pesa nyingi ambapo wengi wanapuuza. Takwimu zinaonyesha ni asilimia nne tu ya matunda Tanzania ndiyo yanasindikwa. Hii ina maana gani kwako? Kama unalima nyanya, usiuze tu nyanya ghafi sokoni wakati wa msimu zikiwa bei chini. Jifunze kusindika, tengeneza tomato sauce au kausha kama unalima matunda tengeneza juisi safi na ufunge kitaalamu ukiongeza thamani yaani value addition unahama kutoka kundi la wakulima wanaolalamika bei mbaya na kuingia kundi la wafanyabiashara wanaopanga bei zao swala la tatu ni modern techniques, au mfumo wa kisasa hii ni kitu gani Huwezi kupata faida ya ma mamilioni kama unategemea mvua pekee. Biashara ya uhakika inahitaji udhibiti. Kwanza, umwagiliaji. Wekeza kwenye drip irrigation ili ulime wakati mwingine, wakati wengine wanasubiri mvua. Hapo ndipo bei inakuwa juu. Mbili, ufugaji wa kisasa, mfano ufugaji wa kuku au ng'ombe wa maziwa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 Nadhani nimekueleza mambo muhimu au mambo ya msingi kuhusiana na biashara ya kilimo. Sasa kabla sijamaliza kuna hatua ambazo inabidi nazo ni kama ifuatavyo. Kilimo kina pesa. Lakini kinahitaji nidhamu, utafiti na uvumilivu. Usikurupuke. Anza na utafiti wa soko. Je, unataka kumuuzia nani? Hoteli, supermarket au kusafirisha nje? Kumbuka, mtaji mkubwa sio pesa, ni taarifa sahihi. Na ndio maana chaneli hii ipo kwa ajili yako. Mwisho kabisa nina wito . Sasa huu wito unahusu nini? Kama umepata wazo jipya kupitia hii video au kipindi, tafadhali bonyeza kitufe cha like. Na kama bado hujajiunga na familia hii, bonyeza subscribe sasa hivi ili usipitwe na video ijayo ambapo tutachambua mchanganuo wa mtaji wa kuanzisha kilimo cha matikiti. Asante kwa kuangalia. Tukutane kipindi kijacho kitakachoongelea zaidi masuala ya kilimo kuanzisha biashara.